Ah, uh, mimi kama mshabiki wa JKT, mechi itakuwa ngumu kwa pande zote, itakuwa nyepesi kwa pande zote, kwa sababu wote tumejipanga, wote tunafuata maamuzi na ni maelekezo ya kocha. Kwa hiyo, wote tunafanya kile ambacho kocha ametuelekeza. Mimi kama mshabiki wa, wa timu ya na Mina, JKT naamini Yanga hawaja kikeo rahisi kama mechi yaweza akashinda na akapita. Mimi naamini pia, hata JKT tuna uwezo wa kushinda kivyo vyote, aidha kwa penalti au kamaliza mechi dakika 90 na tukashinda, tukaenda fainali kwa sababu wote tunaitaka fainali na sio JKT kwa sababu tumetoka mbali mpaka tumefikia nusu fainali kwa jitihada zetu, benchi ya fundi kocha, wachezaji. Kwa hiyo naamini ninaweza ile ka... nguvu tuliyotumia hapo nyuma tutatumia na hapa na tutafika fainali. Kiukweli Yanga, Yanga anapigwa anaenda kuchakaa vibaya mno ndani ya JKT. JKT sisi tunaamini tuna kikosi kizuri sana, Yanga hawezi akatuzuia kitu chochote. Yanga anapigwa na anakufa vibaya sana, tarehe 18 ataumia vibaya mno. Aombe asije na matokeo ya mkononi, sijui kwamba ameshacheza game huko. Aje acheze mpira, aone watoto wa JKT jinsi gani tunavyopiga, jinsi gani tunavyochafua uwanja, jinsi gani tutakavyowanyosha, sijui wakina Max, sijui wakina Azizi Ki, hajaone jinsi gani tutakavyowaletea fujo fujo hapo ndani ya uwanja, jinsi gani mpira utakavyopigwa, boli litembee na na uhakika. Hawezi shinda, nusu fainali hii ni ya kwetu. Yeye aje kukamilisha ratiba kwamba amecheza nusu fainali, aondoke salama.